Rada mkuu, sasa nataka tujapane bana. Asalamu buda, nini bana? Huku huku tumezoea hii. Sasa wewe mtoto wa mjini bana. Sasa nilikuambia acha uocha buda, acha uocha ni nini huko huko? Umesema umesema nini? Samahani umesema, sasa sasa sasa wewe ndomaana nakuambianga buda chanuka chanuka buda fika mtaa, fika mtaa, unacheki? Unacheki? Naona, lakini umesema nini? Huku huku huku huku hakuna vitu huku, huku ni ufala tu buda, unacheki? Wewe kaka, hizi lugha zako za kishenzi, wewe usije kunichanganya nazo na mimi nikaanza kuongea kama wewe. Acha kuwa mshaba buda, kwanza kuanza ishia buda baadaye baadaye, baadaye. Awe, Misafi? Eh, kaka. Misafi? Eh, eh unko, kaka. Eh uko wapi kaka? Kakanag na nataka samaki wangu. Jambo kaka. Mimi niko salama. Eh.

Kijana anaongea lugha zingine huko za kule mjini mm. Kaka, nakwambia ananichanganya mm -hmm. Kweli amenichanganya. Amaa fulani nilisikia na huko akiongelelewa na huko mjini, nilikuwa nasikia ati ametoka mjini, anaongea lugha fulani hapo, hadi atuko tunamuelewa venye alikuwa anaongea, alafu ana hii hadi akona hii tambia ya kishenzi mm. ati salamu hiyo ni gani babu? Sasa hiyo ni gani kaka? hiyo ni gani sisi? huko mjini hiyo shughuli. Kwanza tupumzike hapa, hiyo safari inachosha. Ah, inachosha adubu inachosha.

Sasa nitafanya nini? Hmm. Acha, acha mi mimi nimwamini tu. Hmm. Jamani sasa. Hmm. Umetoka wapi? Mimi nimetoka huko tu. Wapi? Hmm. Huko mjini. Hmm. <tun> Eh. Sasa <tun> eh. I ni vizuri hivyo, ni vizuri. Hey. Hey, ni vizuri, kaka, ni sema tu sasa mtaka, kungangana na mimi ningangana tu na mkaka. Hii maisha inataka mtu akungangana, lazima tumngangani. Hiyo nayo hiyo nayo sasa, nami tunashukuru, hivi ni siku na wa Eh, ilikuwa ina, inaendeleaje? Gani hiyo jamani? Si nilikuwa nimesikia huyu jamaa fulani alikuwa ametuambia tutaenda kuona miti kwake, tuone venye analimanga vizuri. Ulisikia ile ile ni alikuwa anakuwa anatuongelea anatuambia. Ama ukifahamu. Ah, labda ulikuwa pombe zako ya babu. Labda ulikuwa pombe zako. Labda labda. Eh, labda unikubushi jamani. Hebu tusikie tu, unajua alituambia anaenda kuangalia miti yake. Tusikie venye alituambia venye inakaa. Oh, ndio anaenda kuangalia. Eh, alituambia anaenda kuangalia, angalia. Ndio tuone venye anafanya. Ukoaje? Niko poa kaka. Uko salama eh? hey, niko salama kabisa. Unaona, uko unaendelea vizuri, una naendelea, hey, na kazi ukuna yako, uko unaendelea mzigo, jameni. Hmm. eh hey. hey, wewe naona unafanya kazi vizuri eh? hey, nafanya hey kazi hey. Si nilikwambia ya maisha ni kuangana na kazi, ndio naona eh hey. hey. eh hey. Unafanya kazi fulani sasa eh?

unaona kama nimeema bwana. tumepatana hapo na mtu akoma zake akafanya aje sasa? Umeona huyo ja? Kuna jamaa huyo wako wa mtaa huyo, jamani mkora jamani hizi. Anaimbia mdeko eh, mchana zangu. Ama,